Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninayekukaribisha katika makala hii ni Yustasela John. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa siku ya leo, tutakwenda kuangalia ni sawa kuungama dhambi kwa kiongozi wa kanisa. Katika jamii nyingi za Kikristo, kuna desturi mbalimbali zinazofanywa kuonyesha heshima au ibada. Moja ya desturi hiyo ni kuungama mbele ya kiongozi wa kanisa, lakini swali la msingi ni hili: ni kweli kuungama kwa kiongozi wako wa kanisa ni sahihi mbele ya Mungu? Je, yeah, Biblia inaidhinisha? Hapa tutachunguza kwa uwazi tukitumia maandiko ya Biblia, mifano na mafungu dhabiti, bila kuogopa ukweli. Biblia inasisitiza kuwa ibada na heshima zinazotakiwa kwa Mungu pekee. Katika Mithali, Biblia inasema, uoga wa Bwana ni mwanzo wa hekima, Mithali 9:10. Hii inatufundisha kwamba hofu ya Mungu ndiyo msingi wa ibada, si heshima kwa wanadamu au viongozi wa kidini. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa kwa sababu ya heshima ya binadamu hakuhusiani moja kwa moja na hofu ya Mungu. Yesu Kristo alisisitiza wazi kuwa ibada inapaswa kuwa ya kweli, isiyo na uongozi wa utamaduni. Katika Yohana 4:24 Yesu anasema, Mungu ni Roho, na waliomwabudu wanalazimishwa kumwabudu katika roho na kweli. Nukuu hii inafafanua kuwa ibada inayokubalika mbele za Mungu haihitaji ishara za heshima kwa mwanadamu, bali moyo wa kweli unaongozwa na roho ya Mungu. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa kwa imani kwamba wao wana mamlaka ya kupokea ibada au kuwakilisha Mungu haiendani na mafundisho haya. Tunaona mfano katika Isaya 42:8-9 ambapo Mungu anasema, siku zote nitakuzikia jina langu, wala si la wengine wala itakayotoa heshima yangu kwa mtu mwingine. Hapa Mungu anasisitiza wazi kuwa heshima na ibada inapaswa kupelekwa kwake peke yake. Hii inatufundisha kwamba ishara za ibada zinapaswa kuwa kwa Mungu, si kwa wanadamu. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa kama ishara ya heshima ni desturi ya binadamu, si amri ya Mungu. Mitume wa Yesu walikuza ibada ya Mungu bila kuunga mkono maandiko yanayosema kuungama kwa binadamu. Katika Matendo 10 25 26 Petro aliingia katika nyumba ya Kornelio na Kornelio akajenga akajenga kumshika na kumlamba. Petro alimwambia kwa wazi, simwambii hivyo, mimi ni mtu kama wewe. Hii ni ishara dhabiti kwamba hata katika historia ya waumini wa kwanza, heshima inatolewa kwa Mungu, si kwa binadamu. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa haikuwa desturi ya wa waumini wa kwanza. Historia pia inaonyesha kuwa desturi ya kuungama kwa padre ilitokana na kanisa Katoliki, si mafundisho ya Biblia. Kanisa la Roma liliunda mfumo wa utukufu wa viongozi wa kidini kama wakala wa Mungu na kutoa ishara za kuungama kwa heshima. Hii ni desturi ya kibinadamu, si amri ya Mungu. Hakuna andiko lolote la Biblia linalowataka waumini kuungama kwa padre. Katika Zaburi 95:6 Biblia inasema njoo, tupige magoti mbele za Bwana mwema wa dunia wote. Nukuu hii inatupa msingi wa ibada. Kuungama kunapaswa kufanywa mbele ya Mungu pekee, si wanadamu. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa kunatofautiana na mafundisho ya Zaburi haya. Kuungama kwa kiongozi si sahihi mbele za Mungu, ni desturi ya binadamu, haihusiani na amri za Mungu na haiendani na mafundisho ya Yesu na mitume. Heshima na ibada tunayompa Mungu haipaswi kupokelewa na binadamu kama wakala wa Mungu. Mtu anayeabudu kwa kuungama kwa padri anafuata desturi ya kanisa la mwanadamu, si maagizo ya Mungu. Ukweli ni mchungu, lakini ni lazima utambuliwe. Ibada inapaswa kuwa kwa Mungu pekee, katika roho na kweli, si kwa wanadamu. Tunapofika mwisho wa somo hili, ukweli ni wazi. Ibada tunayompa Mungu haiwezi kupokelewa kwa njia ya kuabudu wanadamu hata kama wao ni viongozi wa kidini. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa ni desturi ya binadamu, si amri ya Mungu. Biblia inatufundisha wazi, basi nendeni muimbe kwa roho, wala si kwa desturi za wanadamu, Yohana 4, 24 Na hatuwezi kuwa na mkombozi mwingine, maana kuna mwombezi mmoja tu kati ya Mungu na wanadamu, Yesu Kristo, Timotheo 1, 25. Hii inaonesha wazi kwamba mwombezi wetu ni Yesu pekee, si kiongozi wa kanisa, si padri, si wanadamu yeyote, ikisisitiza kuwa heshima na ibada inapaswa kupelekwa kwa Mungu pekee. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa au mzee wa kanisa hakuhusiani na hofu ya Mungu wala roho ya kweli. Mitume walifundisha mfano wa utii. Petro alimwambia Kornelio, simwambii hivyo mimi ni mtu kama wewe, Matendo 10:25 hadi 26 ili kuonesha kwamba heshima ya kuungama inatakiwa kwa Mungu, si binadamu. Kwa hiyo tukikagua mafundisho yote, tunaona wazi baada yetu haipaswi kwenda kwa mwakilishi wa wanadamu. Tunaye mwombezi mmoja tu na yeye ni Yesu Kristo. Kila mwamini anatakiwa kutafuta eneo la utulivu peke yake na kuungama kwa Yesu moja kwa moja. Kuungama kwa kiongozi wa kanisa au mzee wa kanisa ni desturi ya binadamu, si amri ya Mungu na kushiriki ibada hiyo kuna tofautiana na mafundisho ya Biblia. Hatuna mkombozi mwingine, hatuwezi kumwomba wanadamu wakawa wakala wa wokovu wetu, hatuwezi kumtii binadamu badala ya Kristo. Ibada ni ya Mungu pekee, heshima ni kwa Yesu Kristo pekee, na mwombezi wetu ni Mwokozi aliye hai, si kiongozi wa kanisa. Wale wanaoendelea kuabudu wanadamu au kuungama kwa wanadamu wenzao lazima wafahamu hii ni njia ya upotovu, haiendi sambamba na mafundisho ya neno la Mungu, na mwokozi wetu anasema wazi, hakuna mwingine kati ya Mungu na wanadamu isipokuwa mimi. Mtazamaji, leo tumekuwa na wakati mzuri sana kujifunza, na tumeulizana je, ni sawa kuungama dhambi kwa kiongozi wa kanisa? Asante kwa kuendelea kubaki nasi katika chaneli yetu kwa kuendelea kujifunza mambo mbalimbali, hadithi mbalimbali, mbali na makala kutoka katika Biblia. Mimi ni Yustasela John.